tumekuwa na utamaduni wa kutoa tuzo kila mwaka na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano pia tutaenda kutoa tuzo za wanawake waliofanya vizuri kwenye sekta mbalimbali mbali. Tuzo hizi zitatolewa tarehe saba ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano nyumbani. Shughuli hii ya utoaji tuzo itaanza saa moja kamili jioni. Kikubwa tu waandishi wa habari pamoja na ndugu zetu ambao watatukimbilia tunatakiwa tu tujali muda. Lakini kabla ya zoezi zima la utoaji tuzo mwaka huu, tumepanua wigo wigo wetu tumeupanua, katika utafutaji wa wale ambao watashiriki katika upatikanaji wa zile tuzo. Miaka ya nyuma tulikuwa na utaratibu wa sisi kama kama kama uongozi kupendekeza majina au kutafuta majina, mwisho wa siku yanakuja, anapigiwa kura. Lakini mwaka huu tumeongeza wigo wa jamii, nayo itusaidie kuwatafuta watu wengine ambao wako sehemu tofauti tofauti ili mwisho wa siku watupatie, wakisha tupatia na sisi tuyachukue yale majina, then tuwaingize kwenye zile kategori kwenye kila, kila kategori na idadi ya watu kama tulivyokuwa tunafanya miaka yote. Kwa hiyo jukumu hili sasa tutaachia jamii, wadau, pamoja na watu wengine wote wenye mapenzi mema na jambo letu. Kwa hiyo hili zoezi litafanyika na kwa utaratibu maalumu wa kufanyika hili zoezi utatolewa, japokuwa tutatumia aina ya, aina yani tutakuwa na aina ya utoaji wa habari tutatumia Instagram peji yetu inafahamika na Chingwea Women Gala, lakini tuna email address yetu inaitwa nachingwea Women Gala 2025@gmail.com, lakini pia tuna namba ya simu, tunahitaji 0710003523. Kwa hiyo mapendekezo ya wale wote ambao tunaona wataweza kukompiti vigezo na wengine basi, haya ndio, hizi ndio eneo ambazo tutakuwa tunatuma hayo majina, na zoezi hili la kutambua majina na kupokea majina ya wenzetu ambao tutafanya tuta nao kazi <coughs> tutaanza zoezi hili la kupokea majina kwanza, hizo zitakuwa kwa muda wa siku tano, na zoezi hili litaanza rasmi tarehe kumi na nne hadi kumi na tisa Aprili ishirini na tano. Tutakuwa na siku tano za kukusanya hizi taarifa kwa maana ya majina kwenye kila kategori. Kategori ya kwanza labda, e, sekta ya elimu. Kwa hiyo tunatarajia pale tupate majina mata, hata kama yatazidi, mwisho wa siku tutakaa na kamati tutaweka, maanake usikute wewe unamwita huyu na mwingine atamwita mtu mwingine kwa hiyo yale majina yote tutayakusanya, mwisho wa siku tutatafuta majina matatu. Hayo ndio majina yatakayopigiwa kura. Kwa hiyo zoezi hili la kupokea hayo majina ndio nimesema litafanyika kwa muda wa siku tano, kuanzia tarehe kumi na nne hadi kumi na tisa mwezi huu. Lakini wakati tunaendelea na haya mazoezi mengine tutakuwa tunaendelea kupeana taarifa ya nini kinachoendelea katika mitandao yetu ya kijamii, redio zetu. Tuna Nachingwea FM, kuna Mashujaa FM, tuna Instagram page yetu, lakini kama nilishangulia mwanzo, kuna email address yetu. Hizo ni sehemu ambazo tutakuwa tunatoa taarifa nini kinaendelea na kwa wakati gani, lakini kuna shughuli ambazo tutazifanya kabla ya Women gala kwanza, tutakuwa na jogging. Jogging hii tutatoa utaratibu lini itafanyika, lakini pia kutembelea wafungwa gereza letu la Nachingwea. Tunatarajia twende tukawatembelee, tukawatembele kile tutakachojaliwa, basi tuweze kuwapatia wenzetu ambao wako kule, lakini pia tutatoa elimu ya hedhi salama kwa wanafunzi wetu wa shule za msingi pamoja na sekondari ambao wanapatikana katika wilaya yetu na hasa itakuwa ni wanafunzi wa kike. Lakini la mwisho nadhani na ni- nitaje ni vituo ambavyo vitakuwa vinapatikana. Sorry. kabla tujaanza eh, kabla hatujaenda kwenye kwenye vituo vya kuuzia tiketi, kuna swala la viingilio. Viingilio viko kama ifuatavyo: kuna regular, kwa maana ya mtu mmoja shilingi elfu thelathini lakini tuna meza ya watu watano ni laki moja na elfu hamsini. Lakini pia tutakuwa na VVIP meza ya watu watano kwa laki mbili na elfu hamsini ya. Kwa hiyo niseme tukiwa tumevikamilisha hivi, basi mambo yetu mengine yatakuwa ya yamekwenda vizuri hadi tutakapokuwa tunaendelea. Lakini zoezi pia la uuzaji wa tiketi litaanza, na maeneo ambayo tiketi zitauzwa Nachingwea FM, Mashujaa FM, Bush Icon Base, Sharifa Botiki, Fundi Sigi, Tundurea leo, Wema Beauty Point, Saluni Awatu, Saluni Felista, Duka la Kitambaa, Green View Garden, Lizzy Kariako, Ponela Junior. Hayo ni maeneo ambayo yatakuwa yanapatikana tiketi, kwa hiyo tutakuwa karibisha wote wanaotaka kupata tiketi Watazipata kupitia kwenye hivyo vituo vyetu, lakini pia tunaomba tuwasistize sana wadhamini. Wadhamini tunaomba mdhamini aje mapema, ambaye anataka kudhamini shughuli yetu. Inatokea saa nyingine mtu anakuja kukuwa, mdhamini anakuja siku moja kabla, ama ile ile siku ya event ndio anakuja kuja kulipia. Sasa ile inatupa shida, kwa sababu natakiwa utengeneze bana, mtu aonekane aliyekukimbilia ama aliye aliyemdhamini. Kwa hiyo niombe sana wadhamini, tujitahidi muda, tujitahidi kujali muda wa sisi kuja kutusapoti kwenye shughuli yetu.